Kisonga mbele wakazi wa kijiji cha Mwembetsungu kilichoko eneo bunge la Kilifi Kusini, kaunti ya Kilifi, waliandamana wakidai kufidiwa kwa ardhi yao iliyotwaliwa na kampuni ya kusambaza umeme, KETRACO. Wakazi hao wanadai kwamba kampuni ya KETRACO ilianzisha mradi wa umeme unaopitia... kutoka 21 tunong, 2021 tunaongoja tulipwe hiyo pesa ya miti na pesa ya ardhi kwanza. Tukalipwa pesa ya miti duni sana, tukakaa tena tukaambiwa tukaambia after six months tutalipwa ardhi. Baada ya hiyo six months kulipwa, tunaongojea ati tunaambiwa sasa tuongoje budget, wasome budget. Kila ikisomwa unaambiwa, pesa haizikupatikana. Nikipiga simu Nairobi naambiwa, pesa haijapatikana. Mashamba yetu yale ya ni title deed, title deed zilichukuliwa zikaenda na tukaahidiwa tutalipwa baada ya mwezi mmoja na mpaka sasa hatujajua hakuna habari yoyote na tukipiga simu huko wanasema ngojeni ngojeni ama wanafunga simu kabisa wanapwani wametegemea sana mti na mti uliliwa na, na pawa na pawa bado hawajatulipa sijui kimbilio letu ni nini na tunahitaji msaada kwenu mkatusaidie haki yetu